Unakuja nachukua pesa, nachukua mzigo, tunauanzisha yani kazi anze mapema. <coughs> Sasa basi, mimi sina makazi, ila jioni ama kesho, nimetia mgushobagoe mzigo ndio, pia tufanye biashara, sina na

Nisijambo, uko poa? Niko poa sana. Na umelala? Ah, nimelala kwa sababu umeniweka sana. We sasa vevi nikuombe razi kwa sababu ule mzigo sijaupata. Ah, kwa hiyo unataka kunambia pesa ujapata, mi umezikosa safanikisha, mi nilijua tu Yaani mwanamke kweli hawezi kukupatia pesa hivi. Na mimi nilijiuliza tokea hapo mwanzo, kuna njia gani ambayo tuifanya upate pesa kwa haraka? Okay, sawa so. hakuna shida mm, mm, mm, nakutania sasa uh, Okay. okay. Mm -hmm. Hakika wewe ndio ndoto wa maisha yangu, wewe ndio mwanamke pekee ambaye niweza kuubeba moyo wangu ukauweka kifuani kwako. Nakupenda sana. Nakupenda pia, kama nilivyokuambia Ijumaa, harusi Jumatano, nakuja kwenu Ijumaa, nakuoa Kelimas. So, nilikwambia tatizo ni pesa mm. Mm. Sasa sikia, kwa okay, vile umenifurahisha mm. Anaco washanifurahisha, wacha nami kufurahisha hiyo. Hey, wow. <laughs> inaashiria kuwa ndo aitupo karibu mm. Yaani leo na furaha kubwa sana sana sana natamani kama hivi sasa hivi nitoke niende kwenu kabisa. haya sawa mm. <laughs> mimi pia nimefurahi, umenivisha pete mm. mm. kuna pesa ni? mm, eh, mama uje kweli. Mimi nakuja. Unasema unakuja nini hivi? na tano. usije ukasaa Mm. Wewe wahi. Sana. Kwa hiyo ndoka? Basi pia wewe wahi. Hata sikutoi. Okay, sikutoi. Acha nisemwe. Okay. So chume chikwanza baba. Ah, vipi, mko na leo mafaru na yeah. Ah, jua kali. Asa, ukisikia riziki za mja ipo kwenye mikono ya e mja ndo hiyo. Umemaanisha vipi kwanza? Kibitu wa yeah. yeah. Msumari kajichanganya. Kibitu wa msumari? Shemeji yako kibitu wa msumari kajichanganya, ah, kile chakati pale eh, eh. Aliletea milioni tatu eti anaambia mimi nikamuoe, kamuoe. Sasa mimi kwa hafla hiyo nikasema, huyu mm, kashanipa pesa milioni tatu nende nikamuoe yeye. Yeah. huu itakuwa sio sio shubadau naanza anzaje? yani kunifanya <coughs> maswali. <kuswari. tos> kama ni wewe, asa ilo swala kilifanyaje? Mtoto. Kwenye mtoto. Tatizo mtego mtoto tatizo miziro kitu kimoja, milioni tatu kazipwa wapi? Hmm, na maana mi nikimuoa atakuja ninyemelea badala ya kushapata pesa vyangu atakuja vichukua hivyo hivyo ili kujilipia pesa zake. Sasa hmm. hichoto hmm. ndicho kiogopea, lakini hmm. kuna mtoto huyo juzi nilipishana naye

Si ya tena kwa kwa mbona mwanangu tena ujiachie. Wanaume ya. Wanaume wanajua vizuri? Mwanaume akitaka chake, atakuja kukuambia nataka nikuoe. Nataka hivi. Atakuja nyumbani, Lakini sasa. Ukienda kujiachie kwa kocha Mama jitu hizi. Siku zote wapa nasema. Ni gani ya hamsini mzima. <laughs> Kuliko miyambuna. Um. Mwanaume. Wanaume wana

tena harusi yenyewe sasa nataka jewe, pambe na pambe wangu ni wewe, yaani vijana wote tunakuja kukupa wewe, unafiratisha mtaa mzima. Shoga yangu kwa hilo usijali wala usiwaze, shoga yangu, tuna na mambo yale ninavyopenda leo na furaha. Lengo lenu limeshatimia, rafiki yako anataka kumwoa shoga yangu. Rafiki yangu mimi hawezi kumwoa shoga yako, rafiki yangu mimi anaenda kwa wademu wengine mbali, mimi nitabaki kuchezewa tu, amwezi kuelewa, na kwa taarifa yako harusi kesho.

ya kule ndo maisha ani. Okay Baby, kuna kitu nataka nikuambie, ila najua kitakushitua hawaida. ah, ah, tu aonakonijenisiresi nimekuja kukuarifu, na nimeona sina jinsi kukwambia hiyo, kwa sababu wazazi wangu ndio wameamua nifanye hivyo, kwaiyo nimeamua ni kubali tu kuzungumza

Sasa hapa mimi ni wai, mambo yetu machani machani. Nimekupigia simu sasa hivi anakuja kuchukua

o ya hekima na kamanasa kusudi, haiambiwi pole. Hiari hushinda utumwa, yani